juu yake neema nyingi za kidini dinia za kidini walijtimaia na za kijamii waliqtisadia na za kiuchumi walumrania na maendeleo umrania ni ni meimarisha na maendeleo lidhalik akhbara nabiyu sallallah alayhi wa sallam. Kwa ajili hiyo amekhabarisha mtume sallam ana man utiya uh, hadhihi nema, kiko pewa, nema kikole ambayo atakaepewa neema hii kaanna ma haza addunia, ka ye, dunia kana kwamba yeye amepata dunia amekusanya dunia. Faqala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam: man asbaha minkum muafan fi jasadihi, ile mbaya atakayamka asubuhi, atakayefika asubuhi miongoni mwenu, ile hadi ni mwenye kupewa afya katika mwili wake, ameamka mzima wa afya safi kabisa. Aminan fi sirbihi, ni mwenye amani katika nyumba yake, mwenye amani katika makazi yake anayokaa indahu kutu yaumihi, kwake kuna chakula cha siku yake, chakula kumtosha siku tu. Fakaanna ma hizati lahu dunia, kana kwamba amekusanyiwa yeye dunia, amepewa yeye dunia. Hapo hii inajulisha nini? Umuhimu wa amani ndani ya nchi, kama alivyoeleza Mtume sallam hapo. Anasema faman jumia lahu bain al-amni was-sihhati wal-qut, yule ambaye atakayekusanyiwa yeye kati ya amani na afya na chakula faqad jamaa Allah lahu usula ni'am, tu huyu itakuwa Allah amemkusanyia misingi ya neema, alati ambayo, biha kwayo, yamliku al-abdu dunia, hakika ya msingi wa neema hizi, hiya al-amn, ni amani. Fa bil amn, kwa mani, yahsulu al-insanu, anapata ana mtu yahsul al-insan anapata mtu ala alquti wa siha, chakula na afya, kwa sababu unapokosa amani huwezi kwenda kwenda kutafuta riziki huwezi kwenda kutafuta chakula huwezi kupata afya na utulivu wa qad daraba Allah ta'ala lana mathalan an qaryatin kanat aminatan fa ghayyarat wa kafarat, kwa hakika ametupigia Allah sisi mfano kuhusu kijiji ambacho kilikuwa ni chenye amani, lakini fa ghayyarat wa kafarat, kimebadilisha na kimekufuru, maana kimebadilisha ile neema ya Allah iliyopewa ya amani kimekufuru fasulibat nicmatu lamni ikaondoshwa neema ya amani. fahala makanahu lkhaufu waljuu imekaa sehemu yake sasa, sehemu ya amani khofu na njaa. Sababu watu hawana amani, kukosekana amani ndo njaa inapatikana kwa sababu watu wanakuwa hawana muda wa kwenda kutafuta. faqala taala, Allah amesema: wadharaba llahu mathalan na Allah amepiga mfano, qaryatan wa kijiji kanat aminatan kilikuwa ni chenye amani mutumaini na chenye kutuliza. Maana yatiha rizquha inaijia rizqi yake, yani kijiji hicho kinaijia rizqi yake. ragadan kwa wepesi min kulli makani kutoka kila sehemu. fakafarat bi an'amillah kimekufuru neema za Allah. fadhaqaha Allah libas aljuu amekionjesha Allah vazi la njaa, wal khawf na khofu. bima kanu yasnaun Qila pamesema, katika tafsiri za wanachuoni kwa na tafsiri aya hiyo alqarya hiya Makkah, maksudio hapo alqarya kijiji ni Makkah. Wa qila pamesema, almadina ni Madina. Wa qila pamesema, hiya ammatun fi kulli qarya, kwamba hii ni inaenea katika kila mji. Kanati aminatan, ulikuwa ni nyamani. Salimatan ni kusalimika, min i'tida'il adui, kutokana na kupindukiaji wa uadui au kutokana na ufanyaji wa uadui kutoka wa kwa adui min i'tida'il adui, kutokana na naku upindukiaji wa adui au kutokana na ufanyaji wa adui kutoka kwa ku adui. Mutma'innatan murtahatan hadiatan sakina, ile hali ni chenye kutuliza, maana chenye kutulia. Mutma'innatan murtahatan, mutma'innatan kutuliza, maana chenye kustarehe, chenye kutulia, chenye utulivu, na maneno yote ni maana zake mutakariba. Walahidh, na fuatilia, anna Allah, hakika Allah qaddama alamn ametanguliza amani ala tumanina juu ya utulivu, kwa sababu wewe uwezo ukapata amani basi na utulivu lianaha la tuhsar illa bil amn kwa sababu utulivu upatikaniki sipokuwa kwa amani. Lakini unapokuwa amani amna mala upo huko mala upo huko na haha kila kona ni yako wewe. Anasema yatiha rizquha ay qutuha, chakula chake wa amwaluha allati na mali zake ambazo, hiya min asbabi raihati alaysh, katika sababu za raha ya maisha, mali, chakula, utulivu. Ragadan ai sahlan wafiran hanian, kwa wepesi, kwa wingi, kwa uzuri. Min kulli makani, kutoka kila sehemu. Wa min jamii duali, na kutoka katika dola zote. Baran wa bahra, mchikavu na baharini. Fashama laha amran, imekusanyika e, katika jiji hicho mambo mawili. E, kama yuabir anhu fi lwakti lhadir, kama vile inavyoelezwa jambo hilo katika muda wa sasa. shasha alamnu fi al-watan, amani katika nchi. waalquwat fi al-iqtisad, na nguvu hiyo katika uchumi. falamnu athmaru tumaninati wa quwwat al-iqtisad antaju quwati aliktisad, basi amani ndo athmaru tumanina ndo tunda zaidi, eh, ndo matunda makubwa zaidi ya utulivu. fal amnu athmaru al-tumanina, amani ndio matunda ya utulivu waantaju quwat aliqtisadi na ndio faida ya nguvu ya kiuchumi. Lakini amani inapokosekana, maana ata utulivu unakosekana pia, hata uchumi unakuwa una yumbayumba. wahuma yuthmirani alhayat, na hivyo viwili vina utulivu na amani, na utulivu yuthmirani alhayata alsaida, ndio vinachuma maisha mazuri. wa quwat albiladi, na nguvu ya

yule ambaye zitakusanyika kwake yeye neema hizi wajaba alaihi shukruha wala kufuruha, ni wajibu juu yake kuzishukuru si kuzikufuru. Lidhalik, kwa sababu hiyo akhbara llah ana hadhihi lqarya qabalat hadhihi niama bilkufur, kwa ajili hiyo Allah amekhabarisha kwamba hakika ya kijiji hichi kimekabiliana na neema hii kwa kukufuru. Maana Allah amekipa neema, lakini kimekufuru, fakafarat bi an'amillah huna. Sheikh anasema la budda min waqfatin an kalamil mufassirin walahum fihi fi qawlihi fakafarat, anasema hapa hamna budi tupate kisimamo cha maneno ya wanachuoni wa tafsiri na wana wao katika kauli ya Allah aliyosema fakafarat, aqwalun, wana kauli nyingi. Al-awwal, ya kwanza, annaha kafarat bi ibadatillah

Kauli hizi zote ni sahihi. wa kullu naw'in min anwa'il kufr lahu atharun kabirun, ni kila aina miongoni mwa aina za ukafiri na athari kubwa fi dhahabil amn min al-awtan, katika kuiondosha amani au katika kuondoka amani ndani ya nchi. falamma hadatha minha, pindi ilipotokea ki katika kijiji hicho hadha al-kufur, kufru hii taghayyara halu, hali yake imebadilika

mpaka wabadilishe yale ambayo wanayo katika nafsi zao. Taamal, zingatia: ma alladhi hala bihadhihi lqarya, nini ambacho kilichotokea katika kijiji hichi? Lama kafarat bianumi llah, pindi kilipokufuru neema za Allah. Qala taala, faadhaqaha llahu libas aljui walkhauf bima kanu yasnaun.

muonjo au kwa uonjeshaji, kama yadhuku linsanu lmurra walhandala fi famihi madhaka, kama vile anavyoonja mtu kitu cha uchungu katika mdomo wake, kwa uonjaji almurra walhandala. Atfu lmaani kwa sasa, kwa sababu Allah amewapa neema fulani ya utulivu, lakini wao wameibadilisha wa neema hiyo Anasema uh, waabara biqaulihi libasa ljuu au biilbasihim ljuu, kwa kuwavesha wao njaa, walkhaufu na khofu, ilbasan kwa uveshaji, bihaythu yakunu mulaziman, kiasa kwamba inakuwa ni yenye kulazimiana lahum na wao muhitan bihim, ni yenye kuwazunguka wao, min kuli tijaa, kila pande, kathaubi lmamluui shaukan idha labisahu linsan, kama vile nguo iliyojazwa miba alafu mtu aivaa, ana machungu machungu na yapate maumivu kuna hivyo hivyo amani inavyotoweka ndani ya nini? Ndani ya nchi, watu wanakuwa hawana amani, roho juu kila muda. Watamal lazingatia anna aljua wal khaufa, hakika ya njaa na hofu. Kana baada lamni wa rakadi laish, hivyo vyote vilikuwa baada ya amani na ukunjufu wa maisha. Fafakdu hadhihi nema, kukosa neema hizi, wahda peke yake, yakfi vitaalum, inatosha kuumia mkakosa tu, yani mka e, hofu na njaa, yani nyie hamna amani fakaifa idha aqabaha bidhidiha, vipi pindi atakapoipatiliza na kinyume chake, min aljui walkhauf, kulazimiana na hivyo viwili ni venye enye kulazimiana na wao katika nyakati zao zote, njaa na hofu, falalam hinaidhin ashadu ablagh Maumivu na hua yanakuwa ni makubwa zaidi, kwa sababu amani hamna, watu kila muda roho juu. au wa Anasema sheikh, eh, fa mimma sabaka, ma idafati nadratin fi, wa... fi, wa... fi, wa... fi waqi' albuldan allati sulibat amnuha. Anasema sheikh katika aliyotangulia pamoja na kuongezea mtazamo eh, fi waqi' albuldan allati, katika tukio la miji ambayo, au katika matukio ya miji ambayo sulibat amnuha, imeondoshwa amani yake yatakhalasu lana, inafupilizika kwetu, inafupilizika kwetu. Anna dhahaba alamni lahu mafasid mafasida adhima, kuondoka kwa amani na mafsada makubwa. Miongoni mwa hayo mafsada na madhara ni dhafu din wa dhahabu shaairihi, kudhaufika kwa dini na kuondoka nembo zake. Maana watu wanakuwa hawana uhuru wa kufanya ibada tafaruqu ahli wa dha'fu kalimatihim wa quwwatihim, kutengana kuparaganika watu zake na udhaifu wa neno na udhaifu wa maneno yao na nguvu yao. Maana sasa wanakuwa hawapo pamoja, kwa sababu wameparaganika, huyu yupo huku, yupo huku, mnapata muda gani wa kushirikiana? Pia anasema taarrudhul anfus almasuma, kuzisababishia nafsi zilizokingwa zilizohifadhiwa, lilqatli, kuuliwa, wantihaki al'ardh, na kuvunjika heshima, wasalbi lamwali, na kuporeka mali kuporwa mali nakua man, amani zito. E, nafsi zitasababishiwa kuuliwa na kuporwa na kuvunjika amani na pia kuporwa watu nini, mali zao. Kwa nini haya yote? Kwa sababu amani ndani ya mji na ndani ya nchi haipo, imetoweka. Pia dhafu lkuwati liktisadia, udhaifu wa nguvu wa kiuchumi. Maana uchumi unakuwa unaporomoka. Inhiyaru lkuwati lumrania, kuporomoka nguvu ya maendeleo. Tasalutu laadai alaihi. Eh, kutawalia maadui juu yake au kusaliti maadui juu yake, maana maadui anakuwa anatawalia kwa uhuru. wala yarda aqil biwuqu'i hadhihi almafasid, na wala haridhi na wala haridhi mwenye akili kutokea mafsada haya, fi watani katika katika nchi yake, mwenye akili hawezi kuungana mkono na mambo kama haya. lihadha kwa jili hiyo, yajibu alaina ni wajibu juu yetu, an na'mala kufanya an na'mala bil asbab allati kufanya sababu ambazo tahfadhu lana amnana, tuifadhie sisi amani yetu, hata la naqa, ili tusiingie fima yufsidu alaina biladana, katika mambo ambayo yanaharibu miji yetu. Anasema qad asharat tafasiru ila asasi almafasid, na kwa hakika zimeashiria tafsiri katika msingi ya ila asasi almafasid, kuelezea misingi ya maharibiko. Mafsada wa hiya, nayo ni alkufru billahi, kumkufuru Allah, wa binabiyhi, au nabii wake au kufuru bin ni'am au kuzikufuru neema, au kuzikufuru nini? Neema wa hadhihi mafasidu lati eh, na mafsada haya wa hadhihi mafasidu lati, haya ndo mafsada ambayo alwahidata minha moja kati ya hayo mafsada, tunadhima ni mafsada makubwa. Fakaifa biijtimaiha, vipi kwa kukusanyika yote, likiwa moja kati ya hayo pia ni sababu kukosekana amani. Vipi yakikusanyika yote kwa pamoja, na kukosekana kabisa